PELUM Tanzania, tunipo toza, tunipo, ni sherehe za miaka 30 ya shirika la PELUM Tanzania ikichukua nafasi jijini Dodoma. Tunajivunia au tunafurahia pamoja na wenzetu taasisi ya PELUM inafikisha miaka 30. Najivunia kupata mafunzo kwenye shirika hili la PELUM na nimekuwa mjasiriamali kwenye PELUM nimejifunza mambo mengi. Serikali kupitia wizara ya kilimo ikitoa maelekezo na ahadi ya kushirikiana na PELUM Tanzania katika mchakato wa maboresho ya sera ya kilimo ya mwaka 2013, katika kuendeleza kilimo ekolojia, serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo PELUM Tanzania. Tutafanya nanyi kazi pamoja katika kuboresha sera yetu ya kilimo ya mwaka 2013, National Agricultural Policy ambayo sasa tumeshaanza marejeo mtapata wasawa, kuchangia, wasawa na na wenu, wa kuchangia mtapata wasawa wa na wananchi na wakulima wenu ya kulima milioni moja ni kubwa sana. Kwa hiyo tutapata mrejesho mkubwa kutoka kwenu pia uh, kwa hiyo na naku, naku, kuagiza DCD pamoja DPP, mba, pelamo, na DPP mwakikisha na, kwamba na, pelamo na, na wenzao landesa na wengine wanakuwa engaged katika hii process ya kureview sera ya taifa ya kilimo ya mwaka 2013. Mapitio ya sera ya kilimo ni hatua ya mafanikio kwa PELUM iliyosubiriwa kwa hamu, anasema mratibu wa PELUM Tanzania Donatus Senzia. Katika sera ya kilimo, sera ya taifa ya kilimo ni ya mwaka 2013. Mwaka 2015, 16, mchakato wa kuiboresha ulianza, lakini ukasimama kwa sababu ilionekana kama kulikuwa na sera nyingi sana zinahitajika kuboreshwa na kuanzishwa kwa hiyo tukatoa maoni lakini maoni yakasimama, yaka sasa hivi fursa aliyotoa mgeni rasmi tunaipokea kwa furaha kubwa sana, kwa sababu ile sera haijatambua kilimo ekolojia hai. Kwa sababu tuna mpango mpango mkakati wa kuendeleza kilimo ekolojia hai, sasa hauko kwenye sera, inakuwa ni fursa nzuri sasa kuingiza yale yaliyopo kwenye mpango wa kuendeleza kilimo ekolojia hai katika sera ya ya taifa ya kilimo. Wanachama wa PELUM Tanzania wana hadithi za kusimulia safari yao ya miaka 30. Na ninachoifurahia PELUM ni kwamba wanachama wengi wa PELUM ni wale wanaomfikia mkulima kabisa kule chini, yule mkulima mdogo, na hilo ndo jambo kubwa nafikiri imeifanya PELUM iweze kuendelea, kuendelea kukua. Sisi kwa sababu tuna promote kilimo ikolojia, kwa kweli ni kilimo ambacho kinalimwa na wakulima wadogo na msingi um wetu wa kilimo ekolojia ni kuhakikisha kwamba watu tunajumuika pamoja, tunajifunza pamoja, tunathamini tunathamini um, elimu ya kila mtu. Tagulori tunajivunia kuwa part kama wanachama wa PELUM kwa sababu tunapata faida nyingi, mojawapo ikiwa kupata elimu na mafunzo, lakini vile vile kuweza kwa rasilimali fedha wakati fulani kutekeleza miradi kwa pamoja. Miaka 30 ya PELUM Tanzania ni kwamba ina mchango mkubwa kwa maana ya utekelezaji wa sera mba mbalimbali za kilimo za serikali za kilimo na pamoja na kusaidia wakulima wadogodogo hasa kwa kilimo ekolojia ambacho kinajibu baadhi ya matatizo ya tabia nchi. Miaka 30 imekuwa na mafanikio lukuki kwa PELUM Tanzania, mratibu Senzia anabainisha huku wakulima nao wakijivunia kuwa sehemu yake. Katika kipindi cha miaka thelathini thelathini ya PELUM Tanzania tuna mambo mengi ya kujivunia. Tumeweza kujenga ofisi ya PELUM Tanzania ambapo sasa tuna uhakika shughuli za, za ofisi zinafanyika sehemu ya kudumu ambayo tunamiliki sisi. Tuna jengo la ghorofa tatu ambayo tumejenga kwa takribani bilioni moja na milioni mia nne. Kwa upande wa huduma kwa, kwa wakulima tumeweza kuboresha sana. Tulifikia wakulima chini ya mia tano lakini baada, ndani ya kipindi cha miaka 30 sasa hivi tunafikia wakulima zaidi ya milioni moja, tukawawezesha katika nyanja mbalimbali za, za kilimo ikiwemo kilimo ekolojia masuala ya mbegu za asili e, ujasiriamali pamoja na usindikaji wa bidhaa za kilimo, kwa hiyo zinawasaidia wakulima pia kuongeza vipato. Kwenye kutunza bioanuai za mbegu za asili tumewezesha kuanzishwa kwa benki za mbegu za asili 80 katika mikoa 16 na ndani ya miaka hii 30 nimejivunia mambo mengi ndani ya, ya PELUM. Nimewahi kwenda South Africa na kule nimeenda kujifunza kilimo ekolojia zaidi, mwanamke na uongozi na ukatili wa kijinsia. Lakini pia nimeweza kwenda Kenya kwenye kilimo hiki hiki kilimo ekolojia, nimejifunza mwanamke na uongozi, naongeza thamani majani ya chai, unga wa lishe, ninaongeza thamani unga wa mbaazi lakini pia ninafanya kilimo ekolojia. Miaka 30 ya PELUM kwa kweli na, mimi naitafsiri kwamba ni mafanikio, kwa sababu nilikuja nikapata mafunzo kutoka shirika la PELUM wakishirikiana na KOSITA, wakatupa mafunzo jinsi ya kuchakata na kuipa mazao thamani. Natengeneza kokoa binsi asilia kwa ajili ya chai. Dr. Steven Nindi pia amewahidi PELUM Tanzania kuwashirikisha katika mapitio ya sheria ya mbegu Tanzania. Kwa wakati tunafanya maboresho ya sheria ya mbegu, ninaamini nyiye mtakuwa wadau wakubwa katika kufanya maboresho hayo, na nimeona mbegu mbalimbali mbali, mbegu za asili ambazo nazo zinahitaji kipaumbele kikubwa cha kisheria, kuhakikisha kwamba zinatunzwa, zinalinda, zinalindwa lakini zinaendelezwa pia.